ya wanafunzi katika kijiji cha Ngazo katika halmashauri ya wilaya ya Maswa mkoani Simiyu wameiomba serikali na wadau wa elimu kusaidia ujenzi wa shule ya msingi katika kijiji hicho, hali inayosababisha watoto wengi kushindwa kujiunga na elimu ya msingi, huku baadhi yao wakitumia nafasi hiyo kujishughulisha na ufugaji. Wanafunzi hao wamesema hulazimika kutembea umbali wa kilomita nane kila siku hadi kwenye kijiji jirani cha Mwabulimbu chenye shule ya msingi, hali ambayo imekuwa ikiwapa wasiwasi wazazi hususan nyakati za masika. Grayson Kakuru ana taarifa kamili. Hawa ni baadhi ya wanafunzi wa shule ya msingi Mwabulimbu katika halmashauri ya wilaya ya Maswa mkoani Simiyu. Wanafunzi ambao wanaishi katika kijiji jirani cha Ngazo, kijiji ambacho hakina shule ya msingi kama ilivyo katika baadhi ya shule za vijiji katika wilaya hiyo wanafunzi hawa hulazimika kutembea umbali mrefu hadi kilomita nane kwa kila siku aendayo shule, jambo ambalo limekuwa likiwasumbua na hata wengine kukata tamaa kabisa kusoma na kujiunga katika shughuli za ufugaji. Tunaomba serikali tujengee shule kwa sababu umbali mbali sana lakini katika kutafuta suluhisho, baadhi ya wazazi katika kijiji hicho wanaamua kukutana ili kujadili tatizo hilo, ambao nao wanakiri kuwa bado kuna changamoto kubwa kijijini hapo ni shule, shule ya msingi. Watoto wanateseka sana, wanateseka katika hali ya kwenda kwenda shuleni. Wanaenda, wanaenda Mwawilimbu yani ikifika iki wakati wa masika, inatakiwa mtoto mpeleke asubuhi Ukamvush, m, ukamvusha kwenye nani, kwenye mbuga sasa, utakalia kupeleka mtoto kwenye shule, huna kazi nyingine. Kuna ukosefu wa zahanati, yaani akina mama tunateseka sana kupeleka watoto kliniki. Tatizo letu, tunaomba kliniki mbwa, watuletee jengo la kupimia watoto, ndio maana tunalalamika. Yani tunalazimisha watoto tupimie kwenye mkwaju, ndio maana tumekataa kupimia watoto wetu kwenye mkwaju lakini ili serikali na wadau mbali mbali kusaidia changamoto hizo, lazima wananchi wa kijiji hicho na waonyeshe kukerwa ipasavyo na kero hizo. Lakini wa, wanaanza wale wanaokereketwa na jambo na tunaokereketwa na shule ni sisi wana kijiji cha Ngazu, kwa sababu watoto wetu ndio hao wanaopata matatizo, ndio hao wanaoamka asubuhi saa kumi na mbili kwenda kuvuka mto kwao. Ninawasihi eneo serikali ya kijiji itakapopata, ninawasihi tuwaunge mkono serikali ya kijiji tuanzishe ujenzi wa shule hapa. Mimi ni Grayson Kakuru, TBC Maswa.